Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki. Sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 076 813 Muna Love ameandika kwenye peji yake ya Instagram kwa uchungu mkubwa sana, na emoji za kulia nyingi sana akionyesha kusikitishwa na watu ambao wamekuwa wakimwandama kwamba e, mtoto wake huyu wa sasa ambaye amempata anaweza akampoteza kama alivyofanya kwa Patrick. Wengi wamekuwa wanamtuhumu kwamba anafanya mambo ya shiriki mambo ya giza e, kuwatoa watoto wake ili aweze kufanikiwa kimaisha. Sasa ameshea hapa ujumbe wa huyu mtu ambaye amemtumia, na yeye pia kuandika maneno mazito sana akilia pia na watu wengi wamekuja hapa kumpa pole kwa hiki ambacho wamekiweka hapa. So huyu mtu alimwandikia tu kwamba pesa za ghafla za shortcut, ndo maana huyu mtoto umeanza kumposti kama unampenda, kumbe una jambo lako. Dah, huyu malaika utamuua kwa mateso sana. Kama Patrick analia hadi mtu unasikia maumivu yake. Wananchi sasa hivi hawawezi kumwazia mabaya huyo malaika, ila akifa ndio utajua hasira za watu. Watakusema mabaya kwa kwamba umemtoa kafara. Watu wazima wenye hekima zao wamekaa pembeni, wanaangalia mchezo maigizo yako najua huu ujumbe utakuumiza, ila naomba unisamehe sana, please. Mrudie Mungu kweli na kubali kuwa masikini kama Dikson na utaanza upya vizuri, kwa sababu ya sapoti ya watu na kwa Mungu. So Muna aka huo ujumbe then, akaandika "Yesu kwa Patrick, imetosha kipimo cha imani huyu. Mungu niachie, nionee huruma. Nimemaliza maneno yote, nasikia uchungu mkali sana. Fikiri hawa watese wangu wanavyosubiri kunicheka. Kwenye caption akaongeza maelezo yanayosomeka kwamba, hii slide ya pili, yesu Yesu, nitazame kwa huruma yako. Kabla sijapata mimba nilikuomba, ukinipa mtoto tena nitamuita testimony na atakutumikia atakutangaza duniani kote tutajivunia wewe. Sasa mbona yale ninayoyafanya, tuliyokubaliana na jitahidi kumweka kwenye makubaliano, wewe unajua maisha yake. Angalia watesi wanavyonisubiri yatimie, wanicheke na kunipa majina ambayo sistahili. Yesu, naumia, tazama huyu mwingine ameshaniita jina ambalo sistahili mbele zako. Nitendee Yesu, nakubali majaribu yote, lakini hili lisitokee. Lolote sitamani kukuacha, nimeona mengi makuu umeni tendea. Hili sitaki hata kusikia mfanye testimon, akawe ushuhuda wako wa kweli. Hii uh, hii slaidi ya pili nikisoma natamani kufa. Yesu nihurumie, tazama watesi wangu, tazama hizi fimbo, tazama wanaosubiri kusikia wanachotamani. Yesu nikumbuke, hata kwa sadaka zangu, kwa kujitoa kwangu, eh, kwa watu wako, najiona kukata tamaa na kuchanganyikiwa, niokoe mimi. Jamani, Nisaidieni maombi. Watu zaidi ya 1668 wamekuja kwenye sehemu ya comments, posti ikiwa na masaa mawili wakimpa moyo uh, Muna Love kwa hiki ambacho amekiandika. Kumbuka pia mtoto wake Patrick alifariki miaka michache nyuma iliyopita, na baada ya hapo ndio hivyo, mengi alizungumzwa sana, wengine wakimpa hizo shutuma e, za kwamba kifo chake cha mtoto wake sio cha kawaida. Na amepata mtoto mwingine tena, bado watu wamekuja tena wakisema kwamba hata huyu pia e, utafanya yale yale ambayo walidhani ameyafanya kipindi mtoto wake Patrick amefariki. Sasa uh, hapa wanamsema hivi kwa sababu ya maisha yake ambayo amekuwa akiishi maisha mazuri na nini, wengi wanaamini kwamba ni mambo ya shortcut, sio pesa za kihalali. Kuna namna pengine amefanya Muna Love mpaka kuweza kupata hayo mafanikio. Wapo, amekuja hapa ameandika, namlaani aliyeaminisha watu, wewe umeua uzao wa tumbo lako uliyebeba kwa mateso miezi tisa. Ifike mahali watu muache hizi mambo kafara, mnaijua nyie. Sasa huyu Muna ana hela gani ya kusingiziwa kafara? Muna, hembu usisome hizi video tu kwani huwezi bila kusoma, usisome, acha wanaokuamini wa kuamini. Uh, mwingine ameandika, Mungu wetu hakuachi mami. Huyu ni maimatha Jesse, my sister. Uh, wa block hao, wasikupe stress kabisa. Kerimasori huyo, hakuna jambo lililo gumu la kumshinda Yesu. Atapona na ataishi. So ni baadhi ya watu ambao wanapita hapa, nimekuambia comments zaidi ya 1668 wengi wakimpa pole Muna. Mambo kama hayo niambie kwenye sehemu ya comments hapa, una mtazamo gani? Lakini pia nikukumbushe ku subscribe hapa SNS kwa taarifa nyingine kila wakati.